Karibu kwenye Usiyoyajua Media. Leo tunakupeleka katika simulizi ya mvutano wa muda mrefu kati ya mataifa mawili yenye nguvu kubwa Mashariki ya Kati, Iran na Israel. Mgogoro huu umeanza kabla hata Irani ya mapinduzi ya Iran ya mwaka 1979. Je, unafahamu kuwa vita hii ya kivuli imesababisha mauaji ya siri, mashambulizi ya anga na mashambulizi ya mtandaoni? Hebu tuanze kufungua ukurasa huu wenye historia ya kutisha, siasa, dini na nguvu za kimataifa. Kabla ya mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran ya mwaka 1979, Iran chini ya Mfalme Shah ilikuwa mshiriki mkubwa wa Israel. Zilikuwa zinashirikiana kibiashara na kijeshi, lakini baada ya mapinduzi hayo, Iran iligeuka na kuanza kuiona Israel kama adui mkubwa wa Uislamu. Tangu hapo mvutano umeongezeka mwaka hadi mwaka. Kuna baadhi ya mambo yanayonasibishwa kuwa ni miongoni mwa sababu za mgogoro kati ya Israel na Iran. Kwanza kabisa ni itikadi ya kidini na kisiasa. Iran ni jamhuri ya Kiislamu inayojitambulisha kama mtetezi wa Waislamu dhidi ya mabeberu, na Israel ni taifa la Kiyahudi. Iran haikubali uwepo wa Israel na hutangaza mara kwa mara kutaka kuiangamiza. Hivyo, baada ya kuondolewa kwa mfalme Shah, Iran huiona Israel kama uvimbe wa saratani katika ulimwengu wa Kiislamu. Moja ya mambo makuu yanayochochea ni swala la Palestina. Iran inaunga mkono kikamilifu kundi la Hamas na Islami kijihadi huko Gaza wanaopigana dhidi ya Israel. Hili linaleta uhasama mkubwa kwani Israel inaiona Iran kama mfadhili wa magaidi. Jambo lingine linalochochea ni mpango wa nyuklia wa Iran. Israel inaamini Iran inataka kutengeneza silaha za nyuklia. Imewahi kufanya mashambulizi ya siri dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran, hivyo Iran imeapa kulipa kisasi. Zaidi ya hayo ni mashambulizi ya kisiri, yani covert ops. Mossad imewahi kuua wanasayansi wa nyuklia wa Iran. Iran nayo hujibu kwa kushambulia vikosi vya Israel na washirika wake katika Mashariki ya Kati. Katika orodha ya sababu ni uwepo wa Iran nchini Syria na Lebanon. Iran ina wanajeshi na makundi yanayounga mkono kama Hezbollah karibu kabisa na mpaka wa Israel. Israel hufanya mashambulizi ya anga mara kwa mara dhidi yao. Hali nyingine inayoibua mvutano ni vita vya mtandaoni. Mashambulizi ya kimtandao kati ya mataifa haya mawili yanaongezeka kila kukicha. Mfano ni virusi vya Stuxnet vilivyoharibu vinu vya Iran. Usisahau pia kuhusu ushawishi wa Marekani. Israeli ni mshirika mkubwa wa Marekani, wakati Iran ni mpinzani mkubwa wa Marekani. Vita vya kiwakala, yani proxy war, huendelea kupitia sera na misaada. Pia kuna mashirika ya kigaidi yanaoungwa mkono na Iran. Mbali na Hamas, Iran huunga mkono Hezbollah, mahuthi kule Yemen na wanamgambo wa Iraq. Hili linaifanya Israel kuiona Iran kama hatari ya kikanda. Lakini pia mashambulizi ya anga na kulipiza kisasi huchochea zaidi uhasama baina ya Iran na Israel. Na mwisho kabisa lakini sio muhimu sana ni maandamano ya kiushawishi duniani. Iran huonesha kampeni za kupinga Israel duniani kupitia vyombo vya habari, mitandao ya kijamii na diplomasia huku Israel ikifanya hivyo hivyo. Ugomvi huu hauishii tu kwenye mataifa mawili bali ni mvutano wa kisiasa, kiitikadi na kijeshi unaovuta dunia nzima, na kadri teknolojia, siasa na dini zinavyochanganyika, hali inazidi kuwa tete zaidi.